Rusha ndege, ushinde wapi, utatua? Uamuzi ni wako. Aviator inapatikana kupitia pmbet.co.tz. Yo, um, niko na King Kiba lakini pia ni bosi wangu ndo CEO wa King's Music. Hivi ikitokea nikakuuliza unitajie tamu na chungu yako, yani stori yako chungu pamoja na tamu ni ipi ambayo wewe ungenisimulia ama ungeniambia mfano mimi ningekwambia stori yangu chungu ni ile ambayo, siku ambayo nilipoteza kiasi cha pesa ambacho ilitakiwa nikalipe ada, lakini pia stori yangu nzuri ni siku ambayo nilipata bahati ya kupata kazi sehemu ambayo nilikuwa nikitamani sana kiukweli. Nilijisikia utamu, nilijisikia vizuri na nikamshukuru Mungu. Embwe niambie hapo, stori yako ipi chungu na ipi tamu? Nasema hivi nikifatia kile ambacho msanii wa muziki wa bongo flava Vanillah amekuwa akifanya siku za hivi karibuni. Amekuwa akiuliza mastaa mbalimbali tamu na chungu zao na wao wakawa wanamsimulia kuhusiana na maisha yao, yale ambayo aliyapitia, machungu lakini pia na matamu. Na moja staa ambaye aliulizwa si mwingine ni king wa muziki wa bongo flava. Alipoulizwa tamu na chungu yake, yeye aliyajibu haya hapa, ebu msikilize kwanza, alafu nije tuendelee namna ambavyo Alikiba alivyojibu baada ya kuulizwa kuhusiana na tamu pamoja na chungu yake. Yo, um, niko na King Kiba lakini pia ni bosi wangu ndo CEO wa Kings Music. Mimi niko na maswali mawili tu King, um, na maneno mawili, tam na chungu. Um, nataka kujua, uh, upande wa tam kwenye mahusiano au kwenye maisha na chungu ume experience vipi, na sisi tunataka kujua, utupitishe katika tam na chungu yako. Utaanza na neno gani kati yao maneno mawili? Nichanganyiki kidogo hapo. Mm-hmm, kwenye ukia uchungu ni upo pale unapoachana na mtu Okay. Au pia uka experience kwamba uka, uka eti, eti experience ukagundua uka kwamba, uh -huh. amekusaliti uh -huh. Yeah, kwa hivyo uchungu wake hapo ni kwamba nothing kitaendelea. Mi kwangu mimi hakuna kitu kinaendelea tena, okay. Lakini utamu wake ni pale anaponifanya na na focus katika kazi zangu, ndo utamu wenyewe, kwa sababu ninapofocus, it means mko mapenzi safi kabisa. Kujitiwa ah, uh, sina uhakika Pole, yes. Sana ukichitiwa na maana wewe kwamba wewe kaka sio tu yani wee taka siofi lijiandishitu yani wewe hata umeme huna. Nadhani <laughs> na umemsikiliza vizuri Alikiba alichokijibu hapo, lakini pia ningependa nisikie na nawe tam pamoja na chungu yako, na najua wengi walikuwa wanajiuliza inakuwaje, Vanillah anauliza master swali hili chungu na tamu lakini pia majibu hayo kiukweli, kesho anaenda kujibiwa kwa sababu Vanillah anaenda kutoa wimbo ambao amemshirikisha bosi wake King wa muziki wa Bongo Flava, wimbo wimbo unaoitwa Tamu na Chungu. Na kiukweli mimi personali kwa namna ambavyo anavyomjua Alikiba, lakini pia anavyomjua Vanillah kwenye hii ngoma na hisi, yani sijui nisemeje, kwa sababu wote ni mafundi wa muziki, lakini pia ni kutoboa siri siri kuwa wimbo wa utu ambao ulimbwa na Alikiba ulikuwa umeandikwa na Vanila. Kwa hiyo can you imagine ni namna gani Vanila akituliza mkono wake kichwa chake kwenye uandishi, lakini pia Alikiba akituliza ndonga lile kwenye uandishi, basi wanatoa kitu kizuri sana. Kwa hiyo na imagine huu wimbo wa Tamu na Chungu utakuwaje. na wimbo huu unatoka kesho, labda uniambie hapo chini kwenye comment ni kitu gani ambacho unategemea kutoka kwa Alikiba pamoja na Vanila. Hebu imagine ngoma itakuwaje, wimbo utakuwaje, eh huh? Mniandikie hapo chini kwenye comment. Mimi naitwa Niki Tozi, lakini pia usiache uh, ama usiondoke kwenye video hii bila kuniambia tamu na chungu yako hapo chini kwenye comment. Mpaka baadaye, usa kunifolo, naitwa Niki Tozi, naenda Instagram, fanya hivyo na kaandika Niki Tozi, unifolo, mambo ya mpango mzima. Mpaka baadaye.